Sihitaji kuolewa na mwanaume yeyote tofauti na Kilaka. Uamuzi wangu ndio huo, mbavu we. Yani sisi ni maskini, halafu wewe unataka kuolewa na mwanaume maskini? Huyo mwanaume kufikara simtaki kwenye familia yangu, umenielewa? Naelewa Kilaka, ni ngumu sana kwa mwisho upendo kwa haraka kwenda kwa mtu mwingine, ila nakupenda sana Kilaka, zingatia hilo.

yangu we msiri. Aya, nani tena hiyo? Wewe nawe malaria tu. Aya, kwajufaa mi siju dalili za malaria. Mtoka huko. Kaka, yaani sielewi kabisa, ntampata wapi? Nimezunguka kote, sijamwona bado. Na shangazi yake kanipa mzigo mkubwa sana, ameniambia kwamba bila Zena kupatikana na mimi nipotee eh. Maana hata yeye eh, ananiambia kwamba mimi ndo nampa changamoto ya ndoa yake. Kwa hiyo sasa kaka, yani niko dailema, sielewi nimpatia wapi Niende wapi nimpate kaka? Matatizo umeyatafuta wewe mwenyewe, na ukiangalia Zena nyumbani kwao hayupo na kwako pia hayupo. Sasa hapo ni kama unajitafutia matatizo, bro. Utampata wapi? Najua ni shida, na ndio maana nimeamua nikuambie, kweli kitu gani ambacho kinasumbua, na ukizingatia wewe ndo rafiki yangu damu yangu unajua anishauri vitu vingi sana sasa kwa hili mimi sidhani kama utaniambia kwamba huna msaada kuhusu hili eh hem jaribu jaribu kuniambia chochote niweze kufanya niende wapi au nifungue akili uniambie chochote nifanye ili mradi nimpate zena bila hivyo sieleweki na ukizingatia yule mwanamke nampenda sana mi nachokushauri hapo ni mara mi uende kituo cha polisi maana wao wanajua kitu gani watafanya kwetu. Sisi itakuwa ni pagumu sana, uone kama tutaangaika tu bure. Yaani niende polisi sasa, si ndo nitawekwa ndani sasa? Kwa sababu hata mjomba wake ananituhumu mimi kwamba mimi ndio nimemtorosha binti yake. Sasa mi niende polisi kama nani eh? Uone, natafuta matatizo mengine hapo. Kwa sababu swala kusema kwamba uende polisi ni ndugu zake, sio mimi. Kwani Zena hakuaga na mahusiano na mwanaume mwingine kipindi akiwa na wewe? Hapana, yaani kuhusu kwamba Zena alikuwa na mwanaume hicho kitu hapana, maana alikuwa ananiweka wazi kwa kila kitu umeona. Sasa kusema kwamba labda alikuwa na mwanaume sio kweli. Basi huyo atakuwa amerudiana na eksi wake, amini hilo mean Wanawake jinsi walivyo, akigombana na wewe tu lazima atarudisha majeshi yake kwenye mahusiano yake ya nyuma. <laughs> ina maana Zena karudiana na Samsoni? <laughs> Ile ngoma mwanangu, siku ile pale ilibaki hivi mwanangu, ulipata ile show mwanangu, alafu mwisho siku imekuja imeota mbawa. Yani fikiria, ilikuja ile camp ile ya, ya kijiji jirani ile pale mwanangu, yani wamekuja juzi mpaka hapa, alafu mwisho siku nakosa nafasi. Wewe shida yako mwanangu, unapania sana vitu alafu maandalizi kidogo, so, sio kupania. Unajua mimi ni brand eh, yeah. mimi ni brand, kwa kama mimi ni brand lazima niishi ki brand, siwezi so, kuishi sana mtu wa kawaida, waone kama kawa fresh fresh, kama kawa tupo, mwanangu Samsoni, sijaja kwa ajili ya ugomvi. Namtafuta Zena, nimezunguka kote, hayupo na nyumbani kwao hayupo. Mjomba wake anamtafuta, shangazi yake anamtafuta, sasa kote waisha tafuta, hapa tu nimekuja kuhitimisha. Je, yupo kwako? Kwa mwanangu namuulizia Zena kama nani yani? si kama wake? Nisikilize nikwambie mwanangu, usione mimi kukaa kimya ukanichukulia boya ukanichukulia zamwamwa. Nimeamua kukupotezea tu. Au sasa kuamsha vilivyo lala. Unanielewa? Unjua wewe Samsoni wewe? Yes, sijawahi kukuelewa hata siku moja. Yaani unawaza kila muda ugomvi, ugomvi ili iweje sasa? Mimi leo nimekuja kwa ajili ya kumtafuta Zena tu peke yake. Sasa kwa nini uzushe masuala ya ugomvi ya nini? Mimi sihitaji basi ugomvi. Wewe mtafuta Zena kama nani mwanangu? Mbona kama unaniuza sana wewe? Wewe unakuja kumuuliza Zena mimi kama nani yake? Wewe si ex wake lakini. Afu nisikilize mwanangu. Nini? Unajua mwanangu? Uko niangusha na mimi si ndio? Unataka kuniangusha na mimi. Asa nisikilize, nikwambie, afu umekuja kulianzisha upya we. Sasa nitakunyeshea mshamba we, ingia mara moja, we mpumbavu we. Kilaka pole eh, e yani sana. Eh mko basi. Yaani wewe ni mtu mnafiki mkubwa sana. Wakati napigwa pale ulikuwepo. Mbona unanigombelezea sasa? Wewe mwenyewe unamjua Samson. Ni mtata kinoma mwanangu hapa kijijini. Yaani mpaka mimi ningejaribu tu kuingia ama kugombelezea tungechanganywa wote, unajua mimi na mambo ya ugomvi. Si unajua mwanangu mimi mambo ya ugomvi, ugomvi mimi sitaki. Kwani issue ni nini zaidi zaidi? Iko hivi. Yaani Yaani yote nimepigwa kwa ajili ya Zena. Zena namtafuta, sawa. mimi na Zena tuna ugomvi. Zena alinipeleka kwao kwa ajili ya kutambulishwa. Lakini mjomba wake anahitaji, umeona. Sasa tunavyoongea hivi Zena katoroka nyumbani kwao hayupo. Hii yote ni kwa ajili ya kumtafuta, ndio maana nimepigwa. Ah, nimekuelewa vizuri sasa. Ndugu yangu, wewe ni mwanaume mwenzangu na unayoyapitia wewe leo huenda mimi nikayapitia siku moja. Sawa, mimi lazima nikuambie ukweli. Zena pale alikuwepo, alikuwepo pale. Zena ameshinda pale, amepika tumekula na ameondoka tena, ungewao ungemkuta. Yani kitu chami kuambia tu kitu kimoja, mwanangu, mwanawe Zena, Zena sio mwanamke n. Yani siwezi kuamini kabisa, yn, yani Zena kunifanyia hivi oa. Nitakuja kufanya kitu ambacho pole sana mwanangu. Fresh, pole sana ndugu yangu. Dah, yani maisha haya <laughs> Zena. Sasa huu ni muda mimi kukupata, Zena, mrembo wa kijiji mm. Leki soki abeti mokolo mokolo atikaka na bitumbe enoki te soki milelo boyinga obelanga na nayeba mama <laughs> nakokangilanga motema Afadhali nimekuona Tamara, mwambia mmeo hii vitu alioanzisha haishi hivi. kosa langu ni nini? ananipiga vile yani, kosa langu kumuuliza zena eh? Tena ashukuru Mungu kwa kuwa walikuwa watu wengi walivyonichangia, angekuwa yeye mi ningemwonyesha. Unajua, bado sijakuelewa Samsoni akupiga wewe kwa sababu gani? mm -hmm. Afadhali ulivyoniuliza hivo. Yani iko hivi, mimi nimeenda tu pale kijioni kwao wanapokaa maskani kumuulizia Zena, kwa sababu Zena kwao hayupo na mjomba wake anajua kwamba yupo kwangu, umeelewa? Hivyo sasa mi nimezunguka kote, sijampata. Kwa kuwa yeye alikuwa ex wake, nikasemaje, ngoja nikajiridhisha kama ameenda kwake huyo Zena. Lakini sasa nimeambulia kipigo, kanipiga, amenichangia watu saba. Alafu kumbe Zena alikuwepo kwake. Nini? wewe unataka kuniambia Samsoni amerudiana na Zena? Ndio, Samsoni amerudiana zena tena. Mwambia hivi, mi zena bado nampenda sana na nina ndoto ya kumuoa awe mke wangu. Mwambie Samsoni hii vita aliyoanzisha haiishii hapa bado. Sasa nakutuma we, si mkewe? Hii vita aliyoinunua aliyoianzisha, tutapigana, tutapigana. Nitahakikisha nimemvunja mguu yule. Ye si anijui, anajifanya bonge la bwana. Sasa mimi nakwambia, kamwambia mmeo msaliti mkubwa sana, Zena, kwa miaka ambayo tumekuwa pamoja, leo hiyo nakuja kunilipa malipo ya usaliti. Shika adabu yako, we. Alokupa ruksa kunyanyua mkono wako kumpiga binti yangu nani? yaani hapa kijijini nilikuona kijana mstaarabu sana. Kumbe wa wahovo hivyo wewe eh! Sasa nisikilize, nikwambie, nisikuone pale nyumbani kwangu, iwe marufuku. Nikikuona mekanyaga katika uwanja wangu, nitakacho kufanya hutoamini katika maisha yako, nakata miguu yako hiyo. Eh! shenzi mkubwa eh! Muone alivyokuwa mfupi kama nukta vile Nawe twende huku twende. Fifi, nashukuru sana kuniambia ukweli. Nitakutafuta. Kila kaya hapa kijijini hapa, nimewaalika kwamba kuna shughuli ya mjomba wangu anaolewa. Sasa huyu mtu anataka kuvuruga hii eh, shughuli ya mjomba wangu, mimi siwezi kuikubali kabisa. Zena ni mwathirika, Zena ni mwathirika na wao. Ugonjwa aliambukizwa na kilaka, walifanya ile sidi, ila nikaona ni vyema nikwambie.